Mtazamaji wa Faida Online TV ni vibe ambayo tunalishuhudia leo hapa katika viwanja vya shule ya msingi Nanguruwe inayopatikana kwenye kata ya Nanguruwe, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoa ni Mtwara, ambapo leo tumeshuhudia e, timu mbili zikimenyana hapa kati ya watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara wakiwa wanamenyana na timu kubwa kongwe ya hapa e, Nanguruwe ambayo inafahamika kama Ngome FC. Lakini tumeona leo mbuyu huo ukidondoshwa hapa, Ngome FC wakikubali kichapo cha mbwa mwitu, bao mmoja kwa nunge katika uwanja huu, lakini mashindano hayo yameandaliwa na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC kwa lengo la kuhamasisha wananchi kulinda miundombinu ya gesi asilia. Faida Online TV, watu wa fildi pas na hiana, tumekuandalea taarifa hii ambapo leo tumemshuhudia mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Mwaipaya akiwa kama mgeni rasmi katika hafla hii. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi, tafadhali baki nasi. Michezo inaleta mshikamano, michezo inafanya watu wawe wamoja, lakini kikubwa zaidi tuwashukuru sana ndugu zetu wa TPDC. Lakini lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba wao wako pamoja na jamii. Kama kuna uwekezaji mkubwa, kuna fedha nyingi zimeletwa, ziko hapa kwetu, ambazo zitatunufaisha sisi sote. Kwa hiyo, mimi rai yangu, tuwape ushirikiano, hasa watakapokuwa na kutekeleza miradi yao kama kwa ushirikiano katika mchezo, lakini tuwape ushirikiano pia wakati wa utekelezaji wa miradi ambayo itakuwa ikiendelea hapa. Majina mimi naitwa Ali Mluge, ni asamada jamii kutoka TBC, niko ofisi hapa Mtwara. Kwa nini tuko Nanguruwe? Tuko Nanguruwe kwa sababu Nanguruwe inakwenda kuwa ni sehemu mojawapo ambayo gesi asilia tazamishwa hapa. TBC iligundua gesi kiasi cha futi za ujazo trilioni 1.6 zimegunduliwa hapa Nanguruwe. Kwa hiyo Nanguruwe inakwenda kuwa kama Msimbati au inakwenda kuwa kama Songosongo -songo. Kwa sasa hii maeneo ambayo yanazalisha gesi ni mawili kwa maana ya Songosongo na -songo Msimbati, lakini Nanguruwe pia inakuja inaingia. Hivi karibuni TPDC itaanza ujenzi wa bomba na gesi kutoka visima vya Ntoria mpaka pale Madimba ambapo tuna kiwanda chetu cha kuchakata gesi. Kwa hiyo kwa bonanza hili linadhihirisha wazi kabisa mwanzo wa TPDC kuendeleza mahusiano na jamii hii na hapa tumekuwa na timu nane tangu tarehe kumi na mbili na leo imekuwa ni kilele. Mshindi wa kwanza atapata kombe ambayo inaonekana pale, lakini atapata mbuzi ambaye yuko hapa, halafu atapata jozi mbili za jezi, atapata mipira miwili pamoja na gloves zile za mbili kwa ajili ya goalkeeper. Kwa jina mimi naitwa Ismail Mfaume ni mkazi wa kijiji cha Mtemba kata ya Nanguruwe. Niseme tu kiukweli, tunamshukuru sana mkuu wa wilaya na pamoja na shirika la TPDC kutuletea mashindano kama haya hapa Nanguruwe. Niseme tu kwamba ni fursa kubwa, kwa sababu leo vijana, mimi naamini watajipanga kwa ajili ya mradi huu wa gesi, ambapo kwamba inawezekana kwamba tukapata kazi kule kwenda kuzifanya kazi kule kwenye mazingira ya visima vya gesi. Isitoshe, tunamwomba tu aendeleze kutuletea michezo kama hii kwa sababu na ni fursa nyingi. Kwa mfano leo watakapoanza kuchimba vile visima vya gesi, kinamama wataenda kuuza chakula kule, vijana wengi tutapata kazi kule. Kwa hiyo nasema tu kwamba tumshukuru sana, asante sana kwa mazingira yotuletea hapa Nguruwe. Jina langu naitwa Rukia Dadi, mkazi wa Nanguruwe. wa uchezaji huu pia nami inaninogea, kwa sababu inanisaidia kufanya biashara yangu kwa mpambano kama huu. kajina naitwa Chazi, kapteni wa watumishi. Nitoe shukrani kwa wachezaji wenzangu wote na benchi la ufundi wote, na pia nitoe shukrani kwa TPDC kwa kutuletea mashindano haya ambayo yameleta umoja katika kijiji chetu cha Nanguruwe. Naitwa Karim faida, hii ni Faida Online TV, tukumbushe kusubscribe, kulike na comment yetu, liendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwaheri.